<coughs> Siku yetu ya leo inatokana na tukio lililotokea miaka mingi sana iliyopita la nabii Ibrahim na mwanawe Ismail alaihim assalam. Tukio hili analieleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika Qurani kwenye Surat Safat baada ya Nabii Ibrahim kupewa mtihani ulio mkubwa kabisa kama alivyouita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa amchinje mwanawe. Mwenyezi Mungu anaeleza katika Qur'ani kwamba Nabii Ibrahim hakuwa na shaka na maamrisho yale kutoka kwa Mola wake, na mwanawe pia hakuwa na shaka wote wakawa tayari kutekeleza mpaka ilipofikia kwamba kila mmoja hakuna kinachomzuia kwenye kupita maagizo yale, Mwenyezi Mungu akabadilisha. Anatueleza katika suratu Saafat, baada ya bismillahir rahmanir rahim, falamma aslama watallahu liljabi kwamba zama ilipokuwa wote wawili wamenyenyekea, wametii amri ya Mwenyezi Mungu, hakuna chochote tena kati ya amri ya Mwenyezi Mungu na kile wanachotakiwa kufanya, na baba akawa amemweka mwanawe tayari kwa kutekeleza amri wanadainahu ayya Ibrahim, Mwenyezi Mungu anasema tukamwita e hey, Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya umesadikisha yale maelekezo uliyopewa umethibitisha. inna kadhalika najzi lmuhsinin, Mwenyezi Mungu anasema sisi hivyo hivyo ndivyo tunavyowalipa wale wenye kutenda mema. inna hadha la huwa lbalau lmubin, Mwenyezi Mungu anasema hakika huu au hili lilikuwa ni jaribio lililo wazi lililo kubwa wafadainahu bidhabhin adhim, Mwenyezi Mungu anasema sasa, tukatoa fidia badala ya kuchinjwa Nabii Ismail. Mwenyezi Mungu sasa pale akabadilisha kutoka Ismail kuja mnyama wa kuchinjwa. Mwenyezi Mungu anatuambia watarakna alaihi fil akhirin, kisha tukio lile, jambo lile Alilolifanya Ibrahim Mwenyezi Mungu anasema tukalibakisha liwe ni hadithi nzuri, kisa kizuri, jambo jema kwa wale wanaokuja baadaye. Tukio lile linatufunza sisi kwamba imani yetu ya kweli kweli kwa Mwenyezi Mungu ni ile ambayo haina shaka ndani yake haifanyi nusu nusu. Huyi kuwa unasali unatekeleza amri mwenye ya Mwenyezi Mungu ya kusali, lakini upande wa pili unafanya asiyoyataka Mwenyezi Mungu, kwa ulevi, kwa zina, unafanya machafu mengine yote, lakini unasali. Inatakiwa Iwe namna hii aliyoieleza Mwenyezi Mungu, falamma aslama, Nabii Ibrahim na mwanawe walijisalimisha moja kwa moja, sio nusu sio robo. Tukio hili linatufunza na sisi tujikague katika maisha yetu. Anayoyataka Mwenyezi Mungu tuyafanye, tuyafanye kwa ukamilifu, tusichague. Asiyotaka Mwenyezi Mungu tufanye tuyawache kwa namna ile ile alivyotukataza tusichague. <coughs> Na jambo hili ndilo linaitwa tadhia, kujitoa. Wanazuoni wakatuambia tadhia ni mtu kujitoa yeye mwenyewe, au kujitoa kwa maana ya kutoa wakati wake, au kutoa mali yake au kutoa chochote kile chenye thamani kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu na kutaraji malipo kutoka kwake. Jambo hili Mwenyezi Mungu ameliita ni mtihani mkubwa kwa Nabii Ibrahim: inna hadha la huwa al-balau al-mubin. Alijitoa kutekeleza amri ya Mola wake. Fundisho tunalolipata humu ni kila mmoja wetu kujikagua ni kwa kiasi gani umejitoa katika kutekeleza anaoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sadaqa Allahu al

katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wajapata waja wa Mwenyezi Mungu na jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatueleza katika Qur'ani Sura Tauba aya ya 111. Anatuambia baada ya Bismillahir Rahmanir Rahim In Allaha shtara min almuminina anfusahum wa amwalahum biana lahum ljanna, anasema hakika Mwenyezi Mungu amenunua kutoka kwa waumini nafsi zao, amenunua mali zao, amenunua hivyo, mbadala wake yeye anawapa pepo. Wanazuoni wakatuambia tulitambue jambo hili kwamba nafsi zetu mali zetu, maadamu sisi ni waumini, tujikague kwenye hiki anachosema Mwenyezi Mungu amenunua sisi. Tumeuza nafsi zetu na mali zetu na vyote vyenye thamani kwa ajili yake, na ukaguzi huu unatimia kwa namna wewe unavyotumia wakati wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Jikague siku nzima wiki mwezi mwaka, ni kwa kiasi gani ndani ya mwaka huo siku hiyo mwezi huo wiki hiyo ulijitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukijikagua utapata jawabu kama wewe umo katika wale ambao Mwenyezi Mungu amenunua vyao na kuwapa pepo au la lakini pia sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anatwambia katika suratul Baqara, mandha ladhi yuqridhu Allaha qardan hasanan fayudaifhu lahu adhafan kathira. Ni nani yule ambaye yuko tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri, mkopo mwema, ili Mwenyezi Mungu amlipe yeye hey, maradufu. Subhana. Nabii Ibrahim alikuwa tayari kutekeleza hilo kujitoa yeye mwenyewe kumtoa mwanawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pengine sisi leo tunatakiwa tufanye kile kinachoitwa sadaka ya nafsi yako wewe mwenyewe sadaka ya muda wako sadaka ya mali yako sadaka ya vile ulivyo navyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Muda wako, ni kiasi gani cha muda wako unakitumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Ili uweze kufananisha muda unaotumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na muda unaotumia kwa ajili yako mwenyewe. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amelisisitiza jambo hili la kutuhamasisha tuwe tayari kumkopesha yeye kopesho lililo zuri. Na mkopo wenyewe ni kwenye muda, mali na vile ambavyo wewe unavimiliki. Kama ambavyo muhimu zaidi mkopo huo katika namna unavyowaandaa na kuwalea watoto wako, ili wajekuwa waja wema, watakoishi katika ulimwengu wakifanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu na, na kuyaridhia katika Suratul Muzammil, Mwenyezi Mungu anasema, anatuamrisha, anasema wa aqimu sala, nasimamisheni sala, wa atu zaka, na toeni zaka, wa aqridu llaha qardan hasanan, na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri. Tujikague, tunasimamisha sala au tunafanya kile kinachoitwa kinachoitwa cherry picking? Unachagua nitaswali ya dhuhuri alasiri, ukiwa na mambo yako unaendelea unachagua, nitaswali Ijumaa baada ya hapo, basi kama ambavyo inawezekana wewe ni miongoni mwa waliochagua utaswali idi baada ya hapo, mpaka idi nyingine. Mwenyezi Mungu yeye anasema, wa aqimu sala, simamisheni sala anatuamrisha kama alivyoamrishwa Nabii Ibrahim kumchinja mwanawe akawa tayari. Sisi hatuamrishwi kuchinja, tunaambiwa waaqimu sala, simamisheni sala, waatu zaka, toeni zaka, wa akhribu llaha qardan hasanan, na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri. Kisha haya yote haya, Mwenyezi Mungu anasema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, chochote mnachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu katika mambo ya kheri, tajiduhu inda Allah, mtakikuta kwa Mwenyezi, tena mtakikuta kikiwa bora zaidi na chenye malipo yaliyo makubwa. Tujikague wakati tunasoma kisa cha Nabii Ibrahim, ni kwa kiasi gani sisi tumekuwa tayari kuyasimamia hayo. Watu wema waliopita walielewa vizuri sana umuhimu wa kujitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wakasafiri maelfu ya maili kuhakikisha wanafikisha dini ya Mwenyezi Mungu. Hakuna hata mmoja wakati ule aliyofanya jambo hilo kwa sababu kuna mshahara analipwa. Watu walijitoa wakasafiri mashariki na magharibi, walijitoa kwenye mazingira magumu kabisa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, wakimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri kwa namna ya wao walivyojitoa, kwetu sisi pengine ni rahisi zaidi. Ni kwa kiasi gani tunajitoa, tunamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri, kwa maana ya kuwa hayo tunayomkopesha bado tutakuja kuyakuta katika mizani ya malipo yetu. Mwenyezi Mungu anatuambia inna al musaddiqina wal musaddiqat, hakika wale wanaotoa sadaka katika wanaume na wanawake, haina maana ya fedha, sadaka ya muda, sadaka ya elimu yako, unaitumiaje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Sadaka ya vile vya thamani ulivyo navyo, unatumiaje? Mwenyezi Mungu anasema wenye kutoa sadaka wanaume na wanawake, si hivyo tu, wa aqradullaha qardan hasana na wakamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri, yudhaafu lahum, hawa watalipwa maradufu na kisha wana malipo yaliyo makubwa. Tuzingatie jambo hili wakati tunasoma na kurudia, na tukitoka hapa, wakati tunakwenda kuchinja, kile kilichotokea, maana yake ni nabii Ibrahimu alijitoa. Kisa chake wanazuoni wanasema kina mafundisho nyuma ya nabii Ibrahimu, na mbele ya nabii Ibrahimu. Nyuma ya nabii Ibrahimu, babake hakuwa katika watu wema, lakini hicho kisiwe kisingizio kwako wewe kwamba kwa, kwa, kwa sababu baba yako hakuwa mtu mwema wewe ukaingia kufanya sio yapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mbele ya nabii Ibrahimu, alimwandaa mwanawe kuja kuwa mtu mwema, na ndiyo maana alipomwambia maelekezo ya kuchinjwa mtoto alimwambia, fanya ulivyoamrishwa. Sisi tunajitoaje? Kutoa muda wetu, elimu yetu na kila tulicho nacho kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa namna gani? Tupo tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ulio mzuri? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri, kisha kwa mafundisho mazuri haya aliotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe kisha akalifuatisha kwa malaika na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna llaha wamalaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanuu sallu alayhi wa sallimu taslima